Maanake teknolojia kuanzia ngazi ya taifa mpaka kwenye zahanati. Manake, utakwenda kwenye hospitali zetu za taifa, utakwenda kwenye hospitali zetu za kanda, utakwenda kwenye hospitali zetu za mikoa, utakwenda kwenye hospitali zetu za wilaya, vituo vya afya na zahanati zote, teknolojia hiyo imepelekwa wakati rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan anaipokea nchi ni hospitali mbili tu za mikoa zilikuwa na teknolojia ya CT scan, ambayo sababu hiyo tu inafanya watu wa kanda ilikuwa inafanya watu wa kanda yote ya, ya, ya, ya, ya, ya kusini juu kule kusini, ilikuwa inafanya watu wote waende Mbeya. Nyanda za juu kusini walikuwa wote wanakwenda Mbeya. Unajiuliza mtu anatoka Kigoma mpaka anafika Mbeya kufuata huduma ya CT scan unajiuliza watu wanatoka mikoa mingine wanakuja Dar es Salaam. Leo huduma imefika kila mkoa na watu wote wanapata huduma hiyo kwenye mikoa yao. Lakini wakati rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na anaipokea nchi, ilikuwa ukienda kwenye taasisi yetu ya kensa ya Ocean Road, asilimia tisini ya Watanzania wanafika Ocean Road wakiwa kensa imefika stage ambayo haiwezi tena kutibika, iko kwenye stage ya nne na hakuna cha kufanya tena. Na ukiangalia data za mwaka juzi kabla ya rais wetu kuingia, tumetembelea na bunge, 90% wanakuja wakiwa kansa ziko zile stage za juu, lakini kwa sababu ya uwekezaji wa teknolojia chini aliyofanya rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na uwekezaji kwenye elimu ya wataalamu wetu tumekwenda mwaka jana Ocean Road, tukakuta asilimia sabini na nane ya Watanzania wanakuja sasa Ocean Road ikiwa kansa iko kwenye stage inayoweza kutibika. Maana yake ni nini? Kwa kipindi kifupi cha cha, cha, cha, cha, cha, cha urais wa Dkt Samia Suluhu Hassan cha miaka minne, maana yake ameweza kuokoa asilimia sabini na nane ya watu waliokuwa wafe kwa kensa. Maana yake tukienda tukapata data za mwaka huu inawezekana tukawa tumekwenda juu zaidi, lakini leo teknolojia ya tiba ya kensa iliyowekwa kwenye hospitali yetu leo, ilikuwa wakati rais wetu Dkt Samia Suluhu Hassan anaingia na madarakani, ilikuwa tunakwenda kuchukua mionzi tiba Afrika Kusini na Uturuki. Leo tayari Dkt Samia Suluhu Hassan amesimika ndani ya Tanzania eh, kiwanda cha kuzalisha mionzi tiba. Lakini sio hivyo tu, pamoja na hicho kiwanda imewekwa mashine yenye uwezo wa kugundua ya kugundua kensa inayoweza kutokea miaka miwili ijayo, miaka mitatu ijayo, miaka kumi ijayo. Kwa hiyo leo unaweza ukaenda kwenye taasisi yetu ya Ocean Road, kensa yako ikagundulika ambayo itatokea baadaye na ukaanza kushughulikiwa mapema kabla hata hiyo kensa haijawa kensa kamili. Hayo ndio mabadiliko makubwa tunayosema, na ndio maana ninasema mabadiliko wanayoyataka watanzania ni mabadiliko haya, ni reform hizi anazofanya Dkt. Samia kwenye sekta ya afya, sio reform hizo wanazozizungumzia kinatundulisu na tuna wanachotakiwa kujua. Watanzania wanataka mabadiliko kwenye maisha yao, wanataka maisha yao yaokolewe, wanataka uchumi wao uboreshe Hawataki mabadiliko haya ambayo anasemwa bila kutumia eh, tafakuri ya kina. Lakini pia ukienda kwenye hospitali zetu eh, kama JKCI leo, utakwenda pale ilikuwa kuna operation ambazo ulikuwa ukifanyiwa, unafunguliwa kifua kizima. Lakini leo kwa sababu ya teknolojia aliyoiwekeza Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan pale JKCI, leo unaweza ukafanyia operation ya moyo kwa kufungua tu sentimita mbili mpaka nne kwenye kifua hapa na kufanya operation na ukaondoka mapema sana hospitali bila kukaa muda mrefu.